Itakapofika ukutoba, tunafanyaje? Kwenye urais tunatiki kwa nani, na mgombea mwenza wake anaitwa nani? Kwa wabunge tunatiki wale mtakaowapigia nini kura. Kwa madiwani tutatiki kwa wala atakayekuwa ameshinda kwenye ni mshike mshike wa kura kwenye kata na madiwani watakaochaguliwa kwa utaratibu wa haki. Yeah. Tano tena kama alikuwa nayo mitano, kama alikuwa na, na mitano alafu hayumo ni mitano tu, mipya <laughs> <laughs> maana sio kila mtu ni mitano tena. Ah, mitano tena ni Samia, wengine tunachujana. Yeah. Na kwa vikao vikao vya kata, vikao vya wilaya vya na vikao vya mkoa odo, tendeni haki kwa wanachama wenu. Narudia, watendeeni haki wale wanaostahili haki, msiwarete wale ambao wanafikiri rushwa ndio jibu, kwanza, vitabu vyetu vyote vya imani zetu za wenye kuamini, Waislamu na Wakristo wa wa vyote, vinapinga rushwa. Ni uongo ushei